Watu wengi sana wamefungwa katika ulimwengu wa leo. wamefungwa kabisa. Shetani amefunga watu wengi, ameharibu maisha yao kabisa, na ndio namwona mtu anaadhibika tu, na ikifika mahali umekubali kuwa na maisha ya kawaida, umekubali mimi, haya ndiyo maisha yangu, basi, shetani ufurahi sana na wachawi wake wanapiga vigelegele, kwa sababu amekufunga, na wewe unasema, naona haya ndiyo maisha yangu. Nimeshapambana, nimechoka, napata kazi nafukuzwa, nikifanya biashara nafilisika, nikifanya ita akiendi, unakata tamaa. Lakini Yesu ametuambia, kwa maana kushindana kwetu sisi siyo juu ya damu na kusisi, nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na majesha ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wachawi wako kwa ajili ya kufunga maisha ya watu, na watu wengi wamefungwa na hata ukienda kwa waganga wa kienyeji watakwambia umefungwa. Sasa nani aliyekufunga? Lakini mambo haya pengine makanisa mengi hayaongei juu ya watu kufungwa kiroho. Watu wamefungwa sana rohoni, watu wamefungwa sana mwilini, unatendea na vufungo. Watu wamekufungwa, huwezi kupata hela. Wengine wanapata hela kwa sababu ya vufungo, hawajui zile hela zinakopitia. Unaishika milioni moja leo, baada ya mwezi mmoja au hata senti moja unajiuliza wiki moja nimechukua mkopo hii milioni moja imepitia wapi? Sijafanya biashara, sijavaa vizuri, sijara vizuri, sijajenga nyumba, sijanunua kiwanja, hii hela imepitia wapi? Kumbe na kifungo. Kifungo anachoongelea hapa, mtu mwingine hajanielewa. Sasa kuna mtu mwingine hajanielewa, unapoongelea kifungo, kuna mtu anahisi labda ni kuzuri ama ni kamba mtu anakuja na kufunga mikono. Hapana, kifungo kinachoongelea hapa kinaweza kuwa kiumbe, inaweza kuwa chini, limewekwa ndani ya mwili wako chini kabisa. Mtu akaweka kundi la mashetani ndani yako au mizimu, ama namna leta hiyo, wakaweka ndani ya mtu. Kwa hiyo wewe umekuwa unatembea ule chini mwilini, huyo chini ndiyo anayefunga. Yesu alimkuta mwanamke alimkuta mwanamke ana ugonjwa wa kutokwa na damu, amefungwa namna hiyo. Ndani yake kuna mashetani, kwamba mashetani wale wakiingia ndani ya huyu mtu anaanza kuwa anatoka damu mfululizo. Hata umpeleke hospitali ya poni, hata umpeleke mganga wa kienyeji ya poni. Kwa nini? Mashetani ameagizwa kwamba ukikaa ndani yake au anavuja damu tu, hata anyo dawa ya namna gani asipone. Hicho ndio tunafunga mwanamke mwingine alikuwa amepinda mgongo, ana kama nundu hivi. Yesu akaingia kwenye hekalu moja, akamkuta mwanamke huyo anaabudu, anabidii kwenye ibada. Pengine kama ilivyo wewe unayenisikiliza, unabidii kwenda kwenye ibada mbalimbali, ama katika kanisa lako au kwenye makanisa mengine, ukifuatilia maombi na mafundisho na maombezi ili upate uzima lakini kumbe wewe umefungwa, na umefungwa kwa namna ambayo huwezi kufunguliwa. Yale mashetani yameagizwa kwa mchungaji mwenye nguvu ya kawaida asiweze kuyatoa, kwa sababu ndani ya lile kalo kulikuwa na makuhani wa lile kalo, kulikuwa na wakuu sinagogi, lakini hawakuwahi kumfungua ile mwanamke kwa miaka arobaini kwa miaka arobaini ile mama amefungwa, anatembea kwa kupinda, amefungwa kama ambavyo leo shingo ilipinda, haitaki kunyooka. Unasema hii shingo ilishituka, imekatalia upande wa kushoto mpaka leo. Nimeshaenda hospitali, nimeshakamba dawa, lakini shingo hii ilikatalia kushoto. Unatembea upande upande. Huyu dada il alikuwaje? Ilikuwa siku moja anabeba ndoo ya maji, shingo ikashtuka. Alipokwenda kwenye vipimo hospitali, wakamwambia shingo hii imeshtuka vibaya, tukijaribu kuinyosha tu tutavurika mifumo ya ubongo, utakuwa umechanganyikiwa. Kwa hiyo bora ukae namna hiyo, utakuwa unaendelea na mazoezi polepole mpaka siku ya kufa kwako. Akienda kwa mganga, amekamba dawa sana, lakini bado shingo imepinda. Kwa nini? Walimwekea mashekano ila yeye aliona tukio tu la shingo imeshituka na ne imekatalia kushoto. Kuna watu wengi leo wana matatizo, wengine mbavu zilipinda, wengine miguu imepinda, lakini walizaliwa vizuri, ila wakawekewa vifungo. Unalazimika kutembea kama vile miguu inaangalia kushoto kushoto, kumbe umewekewa vitu. Mwingine amewekiwa mashopani, anaanguka kifafa, hawezi kusimama muda mrefu, unaanguka kwa nini watu wameweka roho ndani yako? Hicho ndiyo kifungo. Sasa hawa wamewekewa kwa namna ya nje, lakini kuna wale ambao wamewekewa mifungo kwa namna ya ndani. Umewekewa mifungo kwamba ukishika hela ile hela zikusaidie, hicho ni kifungo. Umewekewa kifungo kwamba ukiolewa usikae kwenye ndoa. Umewekewa Undo kifungo kwamba ukipata biashara ifirisike. Ni mashetani kabisa majini kabisa. Mtu ana yatima yanakaa ndani yako, unakuwa naishi nayo, ukifanya mambo hayaendi. Ukiambia umerogwa unasema wewe, sijawegwa bwana, mimi niko sawa, mimi siiywi. Kumbe umefungwa. Kama unanielewa sema amen, kama unanielewa sema tena amen. Kumbe mtu amefungwa. Sasa hivi ndio vifungo. Mtu mwingine anapozaliwa tu, anapoanza kuonekana kijana, sasa ama binti wenye manufaa wachai, wanakaa wanamwekea mapepo au mashetani. Wakishamwekea wanamuuza, wanasema tangu nitakapoingia ndani yake, mkiingia ndani yake, huyu dada awe mtu wa ovyoovyo, awe na tabia za ovyoovyo, awe mzinzi, awe tasharati, awe malaya, awe na mapisi, awe mlevi, ili kwamba usichana wake uzuri wake elimu yake isimsaidie. Kwa hiyo wewe unapokuwa, unakuwa tu ni mtu na ovyo ovyo, unatembea ovyo ovyo, unaongea ovyo ovyo, unafanya mambo ya ovyo ovyo. Kumbe ni niki ila, wewe uliyefungwa unakuwa unajisikia sifa, ukitendewa hivyo unajisikia sifa, unajisikia mimi ndio mimi, kuna nani zaidi yangu? Kumbe umelogwa hivyo, ndio ufungo. Watu wakikuona wanasema huyu wa nini huyu? Nichukue huyu wa kazi gani? huyu atanisaidia nini? mtu mwenyewe tabia mbaya, ameshindikana. Mtu anakuwa ni kijana, anapoanza kufika ugu fulani wanamfunga, wanamwekea mashetani. Kama nanielewa, sema amen, sema tena amen. Wanakuwekea mashetani, yale mashetani yanakufanya wewe mwanadamu wa hovyo hovyo, unakuwa unaongea mambo ya hovyo hovyo unakuwa mlevi, una unakuwa mvuta bangi, unakuwa na maisha ya upohozo, una halidita mbele za watu. Baraka zako zinaishia pale. Kwa nini? Umewekewa kufungwa ndani yako, na kwa sababu hiyo, huyo mtu asipojua kwamba amefungwa, ataendelea kuishi kwenye hali hizo. nijue nakuta ni...